Google amezindua AI hii hapa, ambayo kwa sasa naweza nikasema ni AI bora ya Kiswahili, ni AI bora inayoongea Kiswahili. Inaongea vizuri Kiswahili kiasi, yes, kwamba unaweza ukatumia kwenye matangazo, matangazo ya kiprofessional kabisa, matangazo ya biashara yako, matangazo ya biashara za wateja. Uh, unaweza kutumia kwenye content kama voiceover, kama ni mtu anaendesha kipindi kwenye kwenye radio au TV. Hakikisha una subscribe ili usikose video tutakayoposti siku ya kesho. Kama unatazama hii, nina uhakika ya kesho utaipenda zaidi. la mimi ndio, hiyo AI yenyewe inayozungumziwa katika video hii, karibu ukiingia. Okay, okay, utakuta kitu kama hiki, na jinsi ya kufanya hapa. Wamekuwekea demo mimi ndichokifanya. Uh, kuna vitu viwili. Ukigusa hii alama hapa, utakutana na mode kuna single speaker audio, audio na kuna multi speaker, multi speaker wanaongea watu wawili. Kuongea watu wawili ni nitakuonyesha kwanza, ila tuanze na single speaker. Ukigusa single speaker, unachagua tu mode setting. ni temperature achana nayo. ukichagua voice, voices ni hizi ya hapo, uta testi unaikubali kati ya hizi. Maybe tuanze na hii kama mfano. Hii ndio sehemu ambayo tutatakiwa uingize maneno Um, kuna maneno yangu nitayapesti hapa, nataka nifanye kama mfano, labda ni edit kidogo, kama ni story, maybe ni tangazo, umeshaliandika utapesti kama nilivyofanya, nitaipa maelekezo Utagusa hii alama ya send, hii utasubiri, kisha utaona itachokuletea kwanza okay. Kisha maliza, itakuletea kitu kama hiki, alama ya download hapa. Hii audio na ngoja ni play, alafu uone inavyosikika, ujue kwamba hii iko fresh kwenye Kiswahili Leo tutagusia kiundani hadithi za kusikitisha lakini za kufunza za kampuni na biashara kubwa zilizokuwa zimejengwa kwa bajeti kubwa na muda mrefu zikiwa na wafanyakazi maelfu, lakini zikaanguka kama... okay, kwa sababu sometimes inaweza kukosea neno kulitamka, unaweza kurudia ukamenya tena hapa, lakini ikipatia, utagusa hivi vidoti vitatu, alafu utagusa download hapa Itaanza ku download audio yako mesha. Na unaona, tunaza tukatumia kwenye namna nyingi. Unaza ukafanya kama unafanya shmee uh, unafanya uchambuzi, unaza ukatumia sauti hizi kwa njia mbalimbali. Ukigusa hapa, kuna hii multi speaker audio. Ukiweka multi speaker, ni wanakuwa wanafanya dialogue watu wawili au watatu. Cha kufanya uh, mtu wa kwanza ndio huyu, mtu wa pili ndio huyu, mtu wa tatu ndio huyu. Ngoja nifanye ku clear ili nianze upya. Utaenda tena hapa juu, utachagua speaker number 1 labda awe ni, awe ni huyu speaker number 2 ni huyu na fanya mfano maybe, utagusa hapa add dialogue. Uh, utagusa hapa kama kawaida. Karibuni katika kipindi chetu hiki cha stori za maisha, na mimi mtangazaji wako Brandon. Leo tupo na mwanadada ambaye alinusurika tukio baya, ambapo ana mengi ya kusimulia na hakika atakushangaza na simulizi yake hii ya kweli. Karibu Samantha, unaweza jitambulisha kwa wale wasiokufahamu. Asante Brandon, kama ulivyosikia hapo, mpenzi msikilizaji, kwa majina naitwa Samantha Joseph, naishi Mbezi, na nilipata umaarufu baada ya watu kusikia kisa changu cha kutatanisha na namna nilivyo. Imefanya makosa kwa sababu pia nilikosea kuandika, lakini nadhani umeshapata idea. Uh, utasave audio yako na utaitumia namna unavyotaka. Unaweza kuendelea na jinsi ya kufika sehemu hii. Kuipata AI hii ni simple, inapatikana kwenye AI Studio lakini njia rahisi unaweza ukafanya hivi, ukaingia kwenye Google ukaandika ai studio.google.com at generate speech. Kwa hiyo kwa mfano, naweza nikafuta, alafu nikaandika aistudio generate speech. Utasearch neno kama hilo kwenye Google na uh, utakutana na sponsored sana, ukaingia kwenye hii sehemu hapa sehemu hii ambayo nimekuonyesha hivi vya juu achana navyo, vya chini achana navyo. Imeandikwa aistudio.google.com Kisha utaingia hapa, utakutana na sekshen kama hii. Utaingia kwa akaunti yako ya Google. Kama ujaingia utagusa native speech generation Here. Hii imeandikwa hapa hii hii. Hii, hapa hii. Imewekwa kabisa, nio ukigusa hiyo ndio utakutana na ile sehemu ambayo tume, nimeku, nimekuwa na itumia na ni AI mpya, na nitaendelea kutengeneza video kuhusiana na mambo kama haya, namna gani unaweza kupata faida kulingana na kutokana na AI kama hizi, namna gani unaweza kuzitumia kupata faida. Utadownload hapo na utaenda kuimport kama unavyoenda na, na kutumia sehemu zingine. Ndio hicho tu nitaka tuzungumzie kwa leo, lakini baadaye nitaposti video full kukava kila kitu ambacho wamezindua Google siku ya karibuni na AI zote walizozizungumzia. Simulizi ambayo imeandikwa na robot itasomwa na robot. Na mimi ni mtangazaji wako ambaye pia ni robot. Karibu Samira. Asante Vinei kwa kunipa nafasi ya kusimulia simulizi hii. Tuanze mwanzo kabisa, nakumbuka nilikuwa nimekaa kwenye kiti changu cha ofisini nikitazama mvua ikinyesha kupitia dirisha kubwa. Saa zilikuwa zimepita saa sita mchana, na wafanyakazi wengi walikuwa wameondoka. Nilikuwa peke yangu ofisini nikimaliza ripoti za mwisho wa wiki, wakati simu yangu iliita, na ilikuwa ni namba isiyojulikana. Halo, nilijibu kwa wasiwasi. Samira sauti ya kiume laini na yenye mvuto wa ajabu ilisikika upande wa pili. Kuna jambo unapaswa kufahamu. Je, upo peke yako muda huu? Kabla sijaweza kujibu, simu ikakata. Nilihisi baridi ya ajabu ikinipitia mwilini. Hakuna aliyejua jina langu la utotoni Samira. Tangu kufariki kwa bibi yangu miaka kumi iliyopita watu wote walikuwa wakiniita Sara. Nilipokuwa natoka ofisini mvua ilikuwa imepungua kidogo. Giza lilikuwa linaingia na taa za mitaani zilikuwa zikianza kuwaka moja baada ya nyingine. Njiani kuelekea nyumbani, nilipita duka la vitabu la zamani. Lilikuwa na mwonekano wa kale na taa ndogo ya zamani ilikuwa ikiwaka juu ya mlango. Kito fulani kilinivuta kuingia ndani. Karibu Samira, mwanamke mzee aliyekuwa ndani alisema bila hata kuniangalia. Moyo wangu uliruka, nilijua ungekuja. Kabla sijauliza swali, aligeuka na kutoweka nyuma ya mashelfu. Nilianza kumfuata, lakini ghafla nikajikuta peke yangu katikati ya vitabu. Juu ya meza karibu yangu kulikuwa na kitabu kilichoandikwa Historia ya familia ya Aljini. Nilikishika na picha ilianguka kutoka ndani yake. Nilikamata pumzi. Ilikuwa picha ya zamani ya familia, na katikati yake alikuwepo bibi yangu akiwa kijana. Lakini kilichonishangaza zaidi ni kwamba pembeni yake alisimama mwanamume ambaye nilimtambua mara moja, Hassan, mpenzi wangu wa sasa. Hakubadilika hata kidogo. Nilitoka dukani haraka, moyo wangu ukidunda kwa kasi. Nilimpigia Hassan simu, tunahitaji kuzungumza. Nilipozungumza, nilisema kwa sauti iliyotetemeka, ninakuja. Alijibu kwa sauti yake tulivu ya kawaida. Basi Samira, tutaendelea kesho. Kikubwa, wawe makini katika akaunti hii ili wasikose mwendelezo, na mimi ni presenter wako wa mchongo, naitwa Vinei.